Jamani, sheria zetu ziko wazi. Ni kweli kuna mazingira ambayo lazima shauri liendeshwe in camera, yani kwa faraga. Mazingira hayo ni kesi za watoto wadogo, kesi zinazohusu mambo ya ndoa, hasa yenye mambo yenye ukatili wa kijinsia, usikilizwaji wa ushahidi unaohusu Ujasusi, espionage, ule unaoanza kufichua, yani, usalama walifanyaje, waliendaje, maeneo yale yanapofika kutolewa ushahidi, lazima watu waondolewe mahakamani, sio usalama huo unaozungumzika eti tuliona watu wengi wakienda mahakamani kwa usalama. ah -ah, very specific, na anayeondoa ni hakimu, wakati wa usikilizwaji full stop. Mahakama ina konven shahidi anaingia, tunaambia tuse kamera in court, ni kamera Wala hakuna anayebisha, sio kesi moja mbili na mtu asikudanganye, watu kuhudhuria mahakamani. Na ndio maana nasema hili sio tatizo la mahakama, ni tatizo la hakimu. Mimi nimeendesha kesi zenye public interest. Mbeya pale tulikuwa tunahudhuria watu zaidi ya elfu mbili elfu tatu kila siku, ulei kusikia hata kuna mtu amekanyagwa kidole? Kwani ile ni mahakama ya Kuwait? tumeendesha kesi vwawa mwezi mzima wanakuja watu zaidi ya elfu moja na va hawana wa, mbwa awana evevu awana magari ya polisi nani ulisikia? Mpaka hukumu inatoka, hakuna hata mtu aliyerusha jiwe. Kila mwananchi alisikia, wakurizika, alirizika ambaye akurizika akurizika. Tumeendesha kesi ya namna hii yenye public interest Tukuyu pale Rungwe, sehemu ambapo ni mahakama, ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi gani ziko hapo hapo, mpaka hukumu inatoka, hakuna hata tofali liloyumba, hakuna mwananchi anayekwenda kufanya vurugu mahakamani. Waliofanya vurugu wamekiuka sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kama inavyoelekeza katika vifungu vyake vya kumi na moja kumi na mbili kumi na nne ishirini na moja ishirini na tatu na hamsini na nne wamekiuka kifungu cha mako... cha sheria ya mahakama za mahakimu kifungu cha kumi na nne moja na mbili, wakaligeuza mahakama kuwa sehemu ya kufanya ukora na uhuni usiomithirika mbele ya sura za watu wote wenye ustaarabu. Sisi kama TLS tunakemea kwa nguvu zote na tunataka kuziomba mamlaka. TLS iko tayari kushirikiana kuhakikisha nchi yetu inakuwa na amani, haki, mshikamano na utawala bora, lakini hatuko tayari kuendelea kudhalilishwa sisi. Hii ndio eneo letu, hapa ndipo sisi tuliposoma, tulikula kiapo kwa ajili ya kazi hii. Watuheshimu basi na kuheshimu eneo letu la kazi. Hata kama una silaha na magari mapya hujawahi kupiga au una mbwa mpya hujawahi kuona akiuma mtu, usitamani kuuma basi, tafute hata mazingira mengine, lakini usitafute kwenda kuuma watu wanaoenda mahakamani. Kweli unabeba mbwa kwenda kuumisha mlipa kodi? Tuna jeshi la polisi linabeba wananchi linapiga na kutupa vichakani, halafu unarudi nyumbani, watoto wako wanakwambia baba, pole na kazi, utasema asante. Tuwasaidii viongozi wetu kwa nini? Tuna huku ni kuwasafisha viongozi wetu kwa kuwapaka kinyesi, na yawezekana ni jitihada za makusudi tu. Yawezekana kuna watu wanajua kwa nini wanafanya vitu vya namna hii. Kwa hiyo mambo haya sisi, TLS tumeachukulia kwa uzito mkubwa, tunayakemea na tunasema hatutayafumbia macho. Katika Yesu tumeongea, baraza la uongozi lilivyokaa linatambua kuna mawakili wanaoendesha haya mashauri. Kwa hiyo as a code of ethics hatuwezi kwenda moja kwa moja kutake off na kuingilia haki za wateja wao na ndugu za wateja wao waliofika mahakamani, lakini tutakachofanya tutashauriana nao kuona namna ya kuwawezesha na kuratibu ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe kwa wote waliohusika, kwa majina yao, kila aliyeonekana akitekeleza kitendo hiki kwa majina yao. Na tunasema tutashauriana nao kwa sababu wao wana discretion yao. Wangekuwa hawana mawakili leo, ningekuwa ninatangaza majina ya mawakili na tarehe tunaokwenda kufungua kesi lakini kutokana na maendeleo tuliyopata tunajua kwamba na wenyewe kuna shughuli wanafanya mawakili wa wahusika katika hili. Kwa hiyo, na sisi lazima tuwaache nao wafanye kwa maeneo yao. Kwa hiyo, sisi tunachofanya cha kwanza, tumeonya kwa ukali, na tumesema yoyote anayesema kilichoendelea kule mahakamani ni sahihi ni mpotoshaji na hajajielekeza sawasawa kwenye sheria. Kuna mazingira mahususi yanayoongoza usikilizwaji lakini siyo yale yaliyojiri tarehe 24 na tarehe 28. Na ni ajabu jambo hili linabishaniwa mahakamani, mwana sheria mkuu, mwanasheria mkuu unasimama bungeni na kuzungumza, kukomenti na kutoa maoni yaliyoingilia uamuzi ambao bado haujatoka mahakamani ndani ya bunge. This is an, a grave insult to our judiciary. Na tunashauri tutatafiti, tutata na kuwashauriana na wenzetu tu, tuone namna ya kufanya, kwa sababu uamuzi wa mahakama umeshaingiliwa. Ametoa ruling AG. <laughs> Bungeni kitu ambacho ni wrong. Alitakiwa kurefrain. Haukatazi kucomment kitu kinachoendelea mahakamani, lakini lazima uobserve kinaitwa sub judice rule. Yaani, ninapozungumza lazima isiwe nina sujesti majibu ya jambo linalotakiwa kufanya kufanyika mahakamani, au nisiwe ninaevaluate ushahidi, kazi ambayo ni ya hakimu lakini kama ni fact tu Mwabukusi amezungumza hivi ushahidi, ushahidi ukaorozesha uka ule, hujafanya kosa lolote. Ukasema kuna kesi hii na hii inaendelea hivi, hujafanya kosa lolote. Ukishafika kusema kitu hichi ni kweli, kiko hivi, ni sahihi na tumepitisha hivi, kwani tuwe na mahakama? Twende kwa AG, awe AG, awe hakimu mwenyewe, awe polisi mwenyewe, yale majengo tufugie kuku na nguruwe. Why wasting your time? Kwa hiyo tuna ili tunakemea jambo likiwa mahakamani, lazima tu eh, observe sub judice rule. Tukiteteresha mahakama, ndugu zangu, tukiteteresha mahakama hatuna jeshi wala polisi wa kuzuia asira za watu milioni 61 milioni 62 lazima tuelewe hiki kihopu kidogo nachokiona. Ni kwa sababu mimi naamini, panya akinikanyaga ntampeleka mahakamani. Nikishajua mahakama hii ni ya panya na inafanya anachotaka panya, tutafika mahali tutalia na kuomboleza. Kwa hiyo ni wajibu wa viongozi wetu, ni wajibu wa viongozi wetu wanaopewa madaraka ya kumsaidia rais kutekeleza majukumu ya kikatiba. Lazima tunaitisha, lazima kiwekwe chombo cha kusimamia utendaji wao, hususan jeshi la polisi, kwa sababu utendaji wa jeshi la polisi sasa hizi ni sawa na kombola lilokosa mwelekeo. Fadha juzi nimeshangaa sana fadha kitima, mimi niko navyomwona anafaiti na uhai, madaktari wanahangaika naye I'm observing pale pale namuona <laughs> ndugu yangu Mulilo anasema anayedai amepigwa yani, kwa ina maana yani, father pale anajifanyisha kitandani yani, yuko mtu ana struggle na life, lakini jeshi la polisi linatoka na kudogodesha kile kitendo kuonesha it is nothing. Uta, utajuaje uko salama? tunaona gari la polisi linabeba watu kisutu wanatupwa kule, anasema sisi hatujawachukua alafu wanatupa kwenye mapori ambayo mara zote tunayakuta yana utata utata. Kwa hiyo hiyo njia wameifahamu wapi? Kwa kwaio inamaana, kumbe hata wale watu wengine wanaokuta kwenye maeneo, hao maeneo hawa waliopeleka wanaweza wakatusaidia. Kwa hiyo sisi, ni rai yetu kwanza, wahusika wote kufunguliwa mashtaka kwa majina yao binafsi. Hakuna kutumia kodi za mtu hapo kutetea mtu mzembe, awajibike kwa mshahara wake. Ili taifa linaongozwa kwa mujibu wa sheria, na kila mtu anatakiwa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na mamlaka aliyopewa. Kilichofanyika tarehe 24 na 28 ni uhalifu dhidi ya utawala bora, na lazima tutake uwajibikaji. Jambo la pili, tunarudi kwenye wajibu wetu wa kitaaluma. Tunarudi kwenye kongamano. Tutaandaa siku ambayo tutadeliberate ili na kuliazimia kama TLS, ili tutengeleze policy, kwa sababu tunapodeliberate tunapeleka kwa wahusika, ili siku <laughs> siku tukiweka mguu chini, asije akasema watu TLS wakorofi, kwa sababu wananchi, hamjui kila kinachotokea, si tunaandika na tunawapelekea wahusika na kama ni cha kumhusu mtu tunamwambia, bwana, hichi akiko vizuri, bwana, tunaomba tukuone, kuna tatizo hapa. Lakini watendaji wanakuwa na kiburi, hawataki kushirikiana na sisi ambao tunaonyesha mkono wa kirafiki wa kitaaluma. Hatuta sita kusimama. Ukisoma sheria yetu inaturuhusu to cause and make it happen. Sasa usitulazimishe twende kule. Kwa namna gani? si tulisema Tulipoomba huu uongozi hatukuwa tunaomba a walk in the park. Sisi tuko tayari kukinywa kikombe kinachoendana na huu uongozi. Tutachukua hatua ngumu kama TLS, tutachukua hatua za kutaka uwajibikaji kama TLS. Kwa hiyo wale wote wenye barua zetu wazifanyie kazi, sisi tuko tayari kukaa mezani, tuyatengeneze kwa maslahi ya wananchi, sio maslahi ya TLS, maslahi ya wananchi, maslahi ya utawala bora. Vile vile tunatoa tamko kwamba ofisi ya IGP itoke mara moja na kutoa mwongozo wa wazi wa utendaji wa jeshi la polisi kuhusiana na haki za wananchi wanaohudhuria mahakamani na kuweka utaratibu maalum wa aina na polisi wanaoruhusiwa kwenda mahakamani, wawe wacheo gani, na wawe wamekuwa exposed kwenye training kidogo AAEOU ya sheria Sio tu mtu unambeba tu kule kwa sababu kabeba rungu anajua kulenga, sababu nampeleka pale po, anaona aelewi kwamba mtu anapoenda mahakamani ni mteja wa mahakama. Mtu anaanza kupiga frank kick kweli, unakuwa nguvu ya kupiga. Mimi hii nguvu ingetumika kutafuta watekaji, hii nguvu ingetumika kuleta watu waliompoteza. Soka nione wanakuja naye huyu hapa, kila mtu angepiga kigeregere, lakini nguvu inatumika kupiga innocent people wanaoamini katika utawala wa sheria, tunawauliza polisi, mnajeuri nyinyi ya kupambana na watanzania milioni sitini na mbili wakichukia? Kwani mnawapanikisha watu, mnapata faida gani kwenye damu, damu ya binadamu mwenzako? What are you gaining? Unavunja mtu mguu, sio mwalifu. Yani ni kwa sababu tu panya? Yani, yani natoka tu nyumbani kwamba nimeenda kazini, namkamata mtu kama panya hapa, naanza kupiga, navunja mguu jambo ambalo hata mbwa mwenye kichaa hafanyi, lazima unamfuata kwenye eneo lake. Tuna watu wa namna gani? Hili jambo sio la kawaida ndugu zangu wa Tanzania, msizoee damu na machozi na vilio vya watu, sio jambo la kawaida. Ni ushetani wa hali ya juu, yaani ni jambo lisilomifirika. Yaani mimi naamka tu hapa bila sababu, nashika mguu wa ukashu pale na navunja, natupa porini Narudi nyumbani, mke wangu ananibandikia maji, nimetoka kazini, na kesho naamka niko soba. Huyo mtu kule anatakiwa kuachwa kwenye ofisi ya umma? Huyo mtu hawezi kupika na kula nyama ya mtu. Hatujawahi kuwa na Tanzania au Tanganyika ya watu wakatili namna hiyo, hatujawahi. Ni sikumbuki katika taifa hili. Hizi zilikuwa zinatokea mara chache chache, zipo, hatuwezi kukataa. Kuna matukio yalitokea, lakini tuliona hatua zikichukuliwa kwa sababu yalitokea kwa kombe si hatua zilichukuliwa. Yalitokea kwa, kwa Mwangosi, angalau hatua zilichukuliwa. Lakini sasa hizi there is impunity, impunity. Nobody is safe. Mimi leo jamaa amekuja kunichukua sijui na umwanini kwa sababu kwanza najichukia mwenyewe alafu nachukia mpaka hizi nafasi zilizokuwa tunaomba, I wish ningekaa zangu kule mimi, ningesema watu wa Tanzania, amka twende tukaandamane barabarani, lakini saizi ningetaka kusema, panya taniambia ah, Mabukusi bado hatujakaa eh, Shirima taniambia Mabukusi bado kura zienye, tukae tutafakari. Kuna busara za uongozi. Lakini, out there, hii hali sio tunapigiwa simu viongozi. Watu wanatekwa, watu wanatekwa. Mpaka leo tumezungumza mara ngapi swala so la kutekwa watu, kutekwa kwa nini, wahusika wakamatwa? Mtu anapotea kama kuku wa kideri tu, unaambiwa mtu amepotea, una relax, na hakuna aliye salama. Hamna cha kusema wewe ni CCM, hamna cha kusema wewe ni na si upinzani. Nani wote tunapotea. Sasa tumefika hali ya kuzoea kupotea na kupotezwa. TLS, hatutaruhusu hivi. We are going to stand firm. Tunakwenda kuwa imara madhubuti. Na tulikuwa kutokana na hata mengine yaliyojiri, na tunasubiri kesho tutakuwa na, na, na symposium yetu tutatoka na namna bora ya kuiona serikali mara moja kwa haraka mezani kwa kutumia wazee wetu. Sisi tuna wazee huku kwetu ambao ni majaji, mawaziri wastaafu, wanasheria wakongwe ambao wapo, tutawateua unaweza eh, ukamwona Mwabukusi ukasema anakuja mwanaharakati <tune>